Niseme tu hapa kwa niaba ya watumishi wote watu wa serikali katika mkoa wetu wa Kilimanjaro e, kwamba mkoa wetu wa Kilimanjaro uko salama sana na umeendelea kuwa salama tangu tarehe 29 ambapo tumefanya uchaguzi e, na baada ya uchaguzi pia limeendelea kuwa tulivu na salama, na yote haya yamewezekana kutokana na ushirikiano mkubwa sana ambao Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa ameuelezea vizuri hapa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kudhibiti hali ya ulinzi na usalama katika mkoa wetu. Hiyo ndio ilikuwa kipaumbele chetu cha kwanza kabisa kuhakikisha kwamba eh, mkoa wetu wa Kilimanjaro hauwezi kupata madhara yoyote yale katika kipindi hiki cha cha uchaguzi. Niwashukuru sana watumishi wote watu wa serikali eh, kwa namna ambavyo wametimiza wajibu wao wa kutekeleza majukumu yao ipasavyo na ndio imepelekea hali tunaiona sasa katika mkoa wetu wa Kilimanjaro. Kwa hiyo witu ambao napenda ni useme hapa ni kuwataka sasa watumishi warudi makazini wa serikali, watumishi wa serikali watumishi wa taasisi mbalimbali za umma warejee makazini kuendelea kufanya kazi za kuwahudumia wananchi, kila mmoja afike ofisini afanye kazi. Haya ndio matarajio ya serikali na maelekezo yameshatoka kwamba sasa huduma mbalimbali zinatakiwa zirejee katika ofisi zetu. Kwa kila mtumishi wa umma mahali popote alipo, anatakiwa afike kwenye ofisi yake atekeleze majukumu yake ya kuwahudumia wananchi.